Kaimu Mganga Mkuu wa Halmashauri ya Jiji la Mbeya, Dkt. Shaban Mziray, ameyasema hayo wakati akipokea msaada wa vifaa tiba kutoka kwa Kampuni ya simu za mkononi YAS, ikiwa ni sehemu ya kampuni hiyo kurejesha faida wanayoipata kwa wananchi. Ujenzi wa majengo kadhaa, tuna ujenzi wa wodi mbili za upasuaji, lakini pia jengo ambalo tuko mbele yake nalo linakamilika jengo jipya. Kwa hiyo tunahitaji vifaa vingi, tunahitaji vitanda vingi magodoro kama mlivyoanza kuleta. Kwa hiyo tunaamini vitasaidia sana, na vitapunguzia serikali gharama ambazo tungeitumia kwa mapato yetu ya ndani kama kituo. Umetupunguzia huo mzigo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa masoko wa kampuni ya YAS, bwana Edwardina Mgendi, ameeleza aina ya vifaa tiba vilivyokabidhiwa hospitalini hapo, huku akibainisha kuwa kampuni yao itaendelea kushirikiana na serikali katika kuboresha huduma za kijamii. Msaada huu umehusisha vitanda vya wagonjwa Uh, tahulo ta au nepi tuseme za watoto ambazo zitasaidia watoto wachanga, lakini pia mashuka ambayo yatatumika katika kufunikia vitanda. Uh, hii ni sehemu tu moja hapo ya, ya mpango wetu wa kurudisha kwa wateja wetu yani CSR. Naye mkurugenzi wa YAS kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Abbas Abdurahaman, ameeleza kuwa lengo la kampuni yao ni kuhakikisha jamii inanufaika na mafanikio ya kampuni hiyo kwa kuunga mkono sekta muhimu kama afya. ikiwa kama sehemu ya kampeni kubwa ambayo tunaifanya Uh, nchi nzima kujaribu kurudisha katika jamii hususan katika kit kitengo hiki cha afya. Kwa hiyo tunaamini vifaa hivi vitaenda kusaidia hospitali pamoja na jamii, hususan kwa wakina mama na watoto ambao wanafika hapa kupata huduma, lakini vile vile vitaenda kuongeza chachu kwa wafanyakazi wa hospitali hii, kwa sababu vifaa vinapokuwepo kidogo na wao uh, urahisi wa kuweza kupokea wagonjwa wengi na kutoa huduma bora. Jitihada hizi zinaonyesha namna serikali inavyoendelea kuimarisha miundombinu ya sekta mbalimbali ikiwemo ile ya afya, na umuhimu wa ushirikiano kutoka kwa wadau mbalimbali ili kufanikisha utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Nikiripoti kutoka hapa mm, kwani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.